Broti maguta eh, uh -huh. mm, watu wa kuuza ploti <laughs> <laughs> <laughs> yaani, siku hizi watu wamekuwa bold yes. wamekuwa bold na hii mambo kuuza maploti eh, uh -huh. kuna moja nimeona hapa ni tangazo uh -huh. na sidhani kama hii ni utani kwa sababu naona imechapishwa kwenye gazeti serious, si gazeti hizi za main lakini hizi uh -huh. gazeti za mitaani eh, uh -huh. at a small plot on sale mm. Uh -huh. Githurai 45 uh -huh. at 80000 Kenya shillings ati with a small court case, and a... so wajanzi kusome vile, ati with a small court case, ataswezi nunua Gidi, buruti mafuta, ati a small plot

Alafu ha, hapo mwisho anasema eh, ati viewing eh, is only at night. Hii ploti wachana nayo, acha ikae, Gidi. Lakini I like the honesty. Yes. Unajua fadhali useme ukweli vile mambo yanaendelea. Yes. Anasema ni a small court case. <laughs> a <few family> issues. <laughs> Na kuiona ni usiku. Ni usiku <laughs>